Siri ya upendo wa Yakobo kwa Raheli. Je, umewahi kupenda mtu hadi ukawa tayari kufanya chochote hata kama inakugharimu miaka yako yote ya maisha? Hii ndiyo hadithi ya Yakobo na Raheli, hadithi ya upendo wa kwanza wa kweli, hadithi ya uvumilivu, ujanja, huzuni na ahadi ya Mungu. Karibu kwenye hadithi za Biblia. Leo tunafunua Siri ya upendo wa Yakobo kwa Raheli. Hadithi ambayo imegusa mioyo ya mamilioni duniani. Katika kitabu cha Mwanzo 29, tunamwona Yakobo akiondoka nyumbani kwao akikimbia hasira ya kaka yake Esau. Anaelekea nchi ya Harani, mahali pa ukoo wa mama yake Rebeka. Ni safari ya matumaini, safari ya kutafuta maisha mapya. Lakini Mungu alikuwa anamtayarishia kitu kikubwa zaidi, upendo wa kweli. Siku moja Yakobo anafika kisimani, anaona kundi la wachungaji wakiwa na kondoo. Lakini kati yao macho yake yanakutana na uso wa mwanamke mzuri zaidi aliyeonekana machoni pake. Ni Raheli binti wa Labani. Biblia inasema Raheli alikuwa na umbo zuri na uso wa kupendeza. Hapo ndipo moyo wa Yakobo unadondoka, love at first sight. Kwa sauti ya upole na moyo wa ujasiri, Yakobo anamnywesha maji kondoo wa Raheli. Ndipo anafanya jambo la ajabu, anambusu Raheli kwa heshima na kulia kwa furaha. Huu ni upendo wa kwanza wa Biblia uliojaa hisia, uchungu na hatimaye mafunzo ya kiroho. Yakobo anaenda nyumbani kwa Labani, baba yake Raheli. Anapomuona binti huyo mzuri, moyo wake hauwezi kujizuia. Anamwambia Labani waziwazi wazi. Nitakutumikia miaka saba ili nipate kumwoa Raheli binti yako mdogo. Labani anakubali na miaka saba inaanza, miaka ya jua kali, mvua, uchovu lakini ndani ya moyo wa Yakobo kuna kitu kimoja tu, upendo. Biblia inasema miaka hiyo saba ikamwonekania kama siku chache tu, kwa sababu ya upendo wake kwa Raheli. Miaka saba inapita na hatimaye siku ya harusi inafika. Muziki unapigwa, vicheko vinaenea na Yakobo anakutana na mke wake usiku wa harusi, lakini asubuhi anapomwangalia anagundua si Raheli, bali ni Lia dada yake mkubwa. Hapo ndipo hadithi hii inakuwa somo la ajabu, upendo unaojaribiwa na wakati lakini hauchoki. Yakobo anafanya kazi miaka mingine saba na hatimaye Raheli anakuwa mke wake halali. Ni hadithi ya kuvutia, hadithi ya uaminifu wa mapenzi hata katikati ya maumivu. Raheli anapendwa zaidi kuliko Lia, lakini Mungu anamruhusu Lia kuzaa watoto huku Raheli akibaki tasa. Kila mtoto wa Lia ni pigo moyoni mwa Raheli. Ana lia mbele za Mungu akisema, wa nipe watoto, la sivyo nitakufa. Ni kilio cha mwanamke anayetamani kutimiza wito wake wa uzazi, lakini anapambana na ukimya wa Mungu. Raheli anaamua kumpa Yakobo mtumishi wake Bilha ili azae kwa niaba yake, ndipo Bilha anazaa watoto wawili Dani na Naftali, lakini bado Raheli hajapata amani. Sehemu hii inaonyesha mapambano ya ndani ya mwanamke wa Biblia anayetamani baraka ya Mungu, lakini anakutana na wivu, huzuni na mashindano ya kifamilia. Baada ya miaka mingi ya maumivu na kilio, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli, Akamsikia, akamfungua tumbo lake. Raheli anapata mtoto Yosefu, na anasema kwa furaha, Mungu ameniondoa aibu yangu. Huu ndiyo mwanzo wa historia kubwa ya wokovu. Yosefu atakuwa kiungo muhimu kati ya Kanani na Misri, lakini chanzo chake ni machozi ya mama mmoja aliyemwamini Mungu hata alipochelewa kujibiwa. Yakobo na familia yake wanahamia Bethel. Wakiwa njiani kuelekea Elfrathi, Bethlehem, Raheli anapata uchungu wa kuzaa tena. Ni maumivu makali, lakini kwa nguvu zake za mwisho, anazaa mtoto mwingine, Benjamini. Lakini Biblia inasema, Raheli akafua, akafa alipokuwa akimzaa mwanaye na akazikwa njiani kuelekea Elfrathi. Yakobo akasimamisha jiwe la kumbukumbu juu ya kaburi lake. Na hata leo kaburi la Raheli bado linatajwa kama kumbukumbu ya mwanamke wa upendo na imani. Upendo wa kweli hauchoki kungoja. Yakobo alingoja miaka kumi na nne ili kwa ajili ya Raheli. Hii ni ishara ya mapenzi ya dhati, si ya tamaa. Mungu anakumbuka machozi ya kila mtu. Raheli alilia, akaumia, akaomba na hatimaye Mungu akajibu. Wivu na umpendeleo huleta maumivu ya kifamilia. Yakobo alipompenda Raheli zaidi alia ya lia maumivu yakaingia nyumbani mwao. Mungu anaandika hadithi kubwa kupitia mateso madogo. Yosefu mtoto wa Raheli ndiye aliwaokoa Israeli wakati wa njaa. Hadithi ya Raheli si tu simulizi ya kale, ni kioo cha maisha yetu ya leo. Kuna wengi kama Raheli wanaolia kwa sababu ya kungoja, wamesalitiwa au wamevunjwa mioyo yao, lakini ujumbe wa Mungu ni huu: si kila kilio kinakosa jibu. Wakati wa Mungu huja, na baraka zako hazitachelewa. Kwa hiyo unapohisi umechelewa, mkumbuke Raheli. Upendo wa Yakobo haukufa, na Mungu wa Raheli bado yuko hai. Ikiwa umependa simulizi hii ya Biblia, bonyeza subscribe, like video hii na shiriki kwa rafiki. Tazama hadithi nyingine za Biblia zenye mafunzo ya maisha, mapenzi na imani.